Mheshimiwa mgombea wa urais, yako mambo, naomba uridhie niyaseme leo. Historia mpya inakwenda kuandikwa. Kwa mara ya kwanza katika historia yetu, wa Tanzania wanakwenda kuchagua rais wa kwanza katika sanduku la kura tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, raisi wa kwanza mwanamke, Daktari Samia Suluhu Hassan. Mgombea wa urais, naomba nikuthibitishie tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na mbili ulikuja Rufiji na ukaenda kuamsha ndoto za baba wa taifa kwa kuzindua mradi wa umeme, mradi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere uliopo kwenye, kwenye jimbo hili la Rufiji. Ulipokuja Rufiji ukasema unataka barabara kutoka Chalinze mpaka eneo la mradi, kutoka eneo la mradi pale Mroka mpaka Mkongo, kutoka Mkongo kwenda Kibiti na kutoka Mkongo kilomita nane kwenda pwani pale Utete na ujenzi wa daraja la Utete. Nimezungumza na wizara ya ujenzi wamenithibitishia maelekezo yako yameanza kutekelezwa, upembuzi yakinifu umekamilika. Tunakushukuru sana sana sana kwa kukubali kuingiza kwenye ilani ya uchaguzi barabara ya Mloka kwenda Mkongo na ujenzi wa daraja la Mkongo. Nani kama Daktari Samia? Tunakushukuru sana sana, kazi kubwa umeifanya na sisi Warufiji. Wazee wangu hawa, wazee wangu hawa wamekuja hapa leo, vijana na kinamama. Lakini leo tuna wageni kutoka Kilwa Kaskazini, kutoka hapa Rufiji kwenda Kilwa Kaskazini ni kilomita hamsini tu, lakini naomba, ninayo maombi maalum, maombi maalum kabisa. Ndugu mgombea urais, watanzania wa Rufiji hawa wanakupenda sana sana, haijapata kutokea, naomba nikuthibitishie. wapo miongoni mwao wanalazimika kusafiri kilomita 400 kwenda mkoani kupata huduma kwenye ofisi za mkoa Ulitoa takribani bilioni mia tatu tisini na moja kwenda kujenga miundombinu ili utawala bora uweze kutekelezwa, kwa kujenga ofisi za mkoa. Tunakushukuru sana sana, Daktari Samia. Nasi tulipata maelekezo yako ya kwenda kujenga jengo la halmashauri ya mji. Tunakushukuru kwa kuridhia hilo, lakini Warufiji hawa wanasafiri kilometa mia nne kwenda Kibaha na ni lazima wapite Dar es Salaam ili kwenda Kibaha na wengine ni bora wapite Morogoro kwenda Kibaha kupata huduma. Ndugu mgombea, ulipolipa ridhaa, niliwaelekeza wasaidizi wangu, makatibu tawala wa mikoa Pwani na Lindi, kukaa na kutathmini ili kuzielekeza halmashauri za wilaya ya Kilwa kaskazini halmashauri ya wilaya ya Rufiji na Kibiti, halmashauri ya wilaya ya Mkuranga na Mafia kuona uwezekano. Watakapokamilisha tathmini tukuletee maombi maalum. Tunakuomba sana uturudie ili kusudi Warufiji hawa wapunguziwe mzigo wa kusafiri kilomita 400 kupata huduma kwenye ofisi ya mkoa watu wakili wa kaskazini wako hapa, viongozi wa chama na wazee wakili wa kaskazini, tunakuomba sana uridhie kukubali maombi haya tunayokuomba leo ya kuanzishwa kwa mkoa mpya. Pengine mkoa huo ikikupendeza, uitwe mkoa wa Rufiji. Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi?